Na asante sana kwa kuendelea kutizama taarifa zetu, nasi tukiendelea kukufahamisha, tulokuandalia ni kwamba mwaka mmoja baada ya maandamano ya Gen Z, baadhi ya ahadi zilizotolewa na Rais William Ruto zilionekana kuwa za kutuliza makali tu, serikali ikikosa kutimiza ahadi hizo. Licha ya serikali kuahidi haki kwa zaidi ya watu 60 waliouawa wakati wa maandamano hayo, familia zilizowapoteza wapendwa wao bado zinasubiri haki. Mwanahabari wetu Emmanuel to Anaarifu Mengi, Mwaka mmoja baadaye, zimegeuka ahadi hewa. Tarehe 5 mwezi Julai mwaka 2024, siku kumi baada ya maandamano ya vijana, Rais William Ruto aliibuka kutoka Ikulu ya Nairobi akiwa na ahadi kochokocho kwa taifa, akiapa kufungua ukurasa mpya, ikiwemo haki kwa familia zilizoathirika kufuatia maandamano hayo will hata hivyo, hadi sasa licha ya zaidi ya watu sitini kuuawa na wengine kujeruhiwa wakati wa maandamano hayo hakuna kesi iliyokamilika. Familia zilizowapoteza wapendwa wao zikililia haki.

Licha ya rais kusema wote waliotekwa nyara walirejeshwa makwao, ripoti ya shirika la KNCHR inaashiria kuwa kuna watu tisa ambao hawajulikani waliko zaidi ya mwaka mmoja baadaye. Katika hotuba hiyo hiyo, rais pia aliahidi kupunguza gharama ya serikali kwa kupunguza idadi ya wa washauri wake the Tofauti na ahadi hiyo, idadi hiyo sasa imeongezeka zaidi, washauri hao wakigonga ishirini kutoka saba, wengi wakiwa wandani ndani wa Rais Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga. Nitatoa milioni ishirini kwanza na licha kuahidi kutoendelea na michango ya watumishi wa serikali shughuli hiyo imeendelea bila breki naibu rais profesa kithure kindiki akionekana kuwa mbabe wa michango akishuka na mikoba ya hela kila endako rais amenituma na shilingi milioni tatu. ahadi ya kupunguza bajeti ya kukarabati ikulu pia imeonekana kuwa ahadi hewa The budget for renovations across government reduced by 50%. Bajeti ya mwaka wa kifedha unaoanza katika juma moja lijalo imeonyesha kwamba ikulu ya Nairobi imepewa shilingi milioni 680 ya ukarabati zaidi. Hata hivyo, kuna hadi zilizotekelezwa: 47 state corporations with overlapping and duplicating functions will be dissolved. Mapema mwaka huu serikali ilifunga mashirika tisa ya serikali huku 42 yakiunganishwa katika harakati za kupunguza matumizi ya serikali. Rais Ruto pia ameondoa nafasi ya mawaziri waandamizi CAS na kuondoa bajeti za mkewe, mke wa naibu wake na mke wa mkuu wa mawaziri. Emmanuel To, runinga ya Citizen Nairobi.